Tulikuwa na zoezi la kuhamasisha jamii pamoja na pia kugawa miti ya matunda katika shule za kata ya Chikola pamoja na shule ya msingi Chikombo pamoja na shule ya sekondari Kizibo. Mkakati wa usafi ni moja ya ya, ya, ya, ya dhima ya shirika letu ambapo tunafanya miradi na, kazi ngazi, na ngazi ya jamii. Kwa hiyo tunapofanya na ngazi ya jamii tunataka tuhakikishe kwamba jamii tunayofanya kazi nayo pia inakuwa salama na inakuwa katika hali a, ya usafi. Zoezi so, hili litakuwa endelevu, kwa sababu huwa tunaadhimisha mara kwa mara, na pia kwenye miradi yetu mingi tunakuwa na vitu a vya utunzaji wa mazingira, tukiwa tunatoa elimu kwa wananchi pamoja na a, viongozi mbalimbali ambao huwa tunafanya nao kazi usafi wa mazingira uh, una umuhimu mkubwa sana ikiwemo kwanza uh, kuhakikisha kwanza usalama wa watu wenyewe, kwa sababu mazingira yanapokuwa uh, masafi basi, hata unakuwa na kuepuka magonjwa ya mlipuko kama vipindupindu, kunakuwa na magonjwa mengine ambayo kwa kweli ya homa za matumbo na vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha pia jamii ikakosa usalama na wakashindwa kutekeleza hata miradi mingine ambayo tunawaletea. Kabla tujaweza kuhamasishwa, mazingira hayakuwa mazuri sana, lakini baada ya kupata elimu ya kuhusiana na mazingira ya usafi na kutokomeza taka za plastiki, kwa sasa hali ya mazingira iko vizuri kama ambavyo mnavyoweza kuona. Tumeweza kufanya usafi katika eneo hili, lakini tumekuwa tukifanya mara kwa mara, lakini kilele chetu cha maadhimisho ya leo kimependeza zaidi kwa sababu watu wamejitokeza kwa wingi na jamii imeweza kuhamasika kiundani zaidi. Kituo chetu cha afya Nkonko kina ukubwa wa eneo zisizopungua ekari hamsini, ni kituo ambacho kinahudumia tarafa yetu ya Nkonko. Ni kituo pekee ambapo pia tunatoa huduma za upasuaji. Tunahitaji kufanya usafi wa mara kwa mara ili kusababisha mazingira yetu yawe safi, kwa sababu pia kuna wadudu kama nyoka ambao wanaweza kusogelea na kuweza kuhatalisha maisha ya wagonjwa. Sasa tusiishie hapa. Tuende na usafi kila tunapohitajika, na usafi wa majumbani hapa, sehemu yote tunapohitajika tufanye usafi. Tunashukuru Amani Girls ametuletea miti ambayo tumetumia kupanda miti na kuotesha miti. Tuitunze miti, pia inatuletea mazingira mazuri na matunda, sababu tutakuwa tunapata matunda. Kwa hiyo na saa la ulo itakuwa lime, lakini vilevile kivuli kwa ajili yao na mazingira yakiwa mazuri inaweza kuhamasisha watu wengine wakawa wanatembelea shule yetu na kupata wafadhili wengine zaidi, ama ndio e, miti kwanza, ina mmoja, inawapa watoto changamoto kwa sababu watoto wamefurahia. Kila mtoto unaona yuko bizi, amepanda miti, ameshikilia mti wake, anakuwa yuko bizi akifuatilia mti wake, na inampatia matunda na ujuzi pia, ameshajifunza jinsi ya kupanda mti na kuutunza.